kubwa ndio maana tukamchukua baba. Kwa hiyo huyu ni bora kuliko kuliko Benchika huyu ah, wote ambao uliwahi kuona, mpaka Benchika anamzidi huyu Benchiku ulitombiaje, aa huyu gari, eh, Benchiku, na kila mtu ni bora kwa wakati wake. Benchika alikuwa bora wakati ule, lakini sasa hivi bora ni huyu ambaye ana ameshiba. Kazi yake ni kusimamia wachezaji, kusimamia mpango yote ya timu, sio tu na watu wawili. a a ana maarifa mengi yule, huyu anapika, anapakua kila kitu, kila kitu, kila kitu. kila kitu. Anakuweza mpaka moto <laughs> tunaanza naye <yu> mechi hivi sasa tarehe <laughs> 17 hapo baada ya international break. E, ba international break break eh baada ya <laughs> ya mechi ya ligi mabingwa pia